Ahlan wasahlan wa marhaban bikum na assalamu aleikum, popote pale ulipo mm -hmm. na tumepo salama na mzima wa afya, karibu kwenye Sahab Podcast ambapo leo hii mada yetu it is going to hit the ground mm -hmm. na mwenzangu hapa ambaye ni menta, ambaye ni daktari, ambaye yani ni kila kitu, na yeye ndiye uti wa mgongo katika jamii. Yeye ndo atatuambia yani mada yetu ya leo ni ipi. Nafahamika kama Habiba Hamisi. Naam, asante tena sana Habiba, nami mm -hmm. nafahamika kama Sarafina Msioki. Leo hii tutakuwa tunaangazia mada ambayo ni kali tena sana mm -hmm. inazungumziwa huku mtaani mm -hmm. tutakuwa tunaangalia usawa wa kijinsia yani pale ambapo wanawake na wanaume wanapata haki sawa mm -hmm. kwa hivyo, mtazamaji wetu, tutumia pale comments. Je, unafikiria uh, ni kitu gani ambacho tunaweza kuweka pale katika mada ama katika mazungumzo yetu ya usawa wa kijinsia katika mm -hmm. katika jamii Habiba. Naam Sarafina, ulivyosema mada yetu ni usawa wa kijinsia katika jamii, ndiyo. Usawa wa kijinsia kati ya wanaume na wanawake wanapata fursa sawa, wanapata mm. matibabu sawa, yaani kila kitu they are equal, wanapatiwa equality yeah. in everything mm. So wewe kiwewe unadhania vipi? Je, hii usawa wa kijinsia iko na umuhimu gani katika jamii? Uh, usawa wa kijamii una umuhimu mwingi sana, mm -hmm. Biba, kwa sababu pale ambapo tunaweka equality mm -hmm. equality, equality, equity, yes, that one no. inalingana na mahali mm -hmm. ulisomea, unapata kwamba tutakuwa na mm -hmm. maendeleo katika our sectors of uh, mm -hmm. uh, nini mm -hmm. performance mm -hmm. unapata kwamba inchi ita grow okay. na jamii itakua, yeah. kukiwa na usawa katika ujamii, kwa sababu tuta uta nini, tutashirikiana mwanaume kakangu mm -hmm. na mimi ni mwanamke yeah. tufanye jambo fulani tunamaliza mm -hmm. haraka, tunaingia kwa sekta ingine mm -hmm. yeah, so hivyo ndio nafikiria tukizungumzia mambo na usawa na katika uh, usawa wa kijinsia mm -hmm. katika jamii mambo itakuwa fine. Okay, ndiyo Sarafina. mm -hmm. Hiyo ni ukweli kabisa, lakini katika hiyo usawa wa kijinsia ujue kuna changamoto kadhaa, mm -hmm. ambazo Yani watu wa jinsia fulani wanabaguliwa katika jamii, tuseme ukielekea katika um, nyanza ama sekta fulani ya kazi mm -hmm. ambapo ni wanaume tu wanafanya, tuseme kazi za mjengo. Unaona mwanamke akienda pale kutafuta kazi, wanambagua yeah. juu kwa sababu yeye ni mwanamke mm -hmm. akienda sehemu nyingine ama ni mwanaume ameenda kutafuta yaani, ni, ni vitu ambavyo vinatokea vya unyanyas It's either mm -hmm. a man, ananyanyaswa katika sekta moja, ama a ume a ume ananyanyaswa katika sekta moja. Je, wewe unadhania hii changamoto yenye inatokea sisi katika wakati ambapo kazi zinagawana, ndio yani wakati tu wote mm. inaweza kuepukwa vipi? Hmm, ni changamoto kubwa tena sana, no, sana, tukiongelea pia usawa wa kijinsia no, no, ni sawa kutakuwa na usawa lakini no, kuna zile kazi no, ambazo you don't expect a lady kufanya lakini no, bado atapatikana pale no. Lakini kwa mfano tuseme no, kazi ya mjengo no, kuinua zile chuma kubeba yale mawe no, utapata yes, kuna wanawake pale no, na majority ni The men. Okay. So the ladies wenye wako wapo wana feel like wako kuna venye wana wako na nini wameletwa chini Okay. Yes. Wamekuwa downgraded mm -hmm. kuna vile so, Yes, we are talking about usawa wa kijinsia mm -hmm. but we cannot get 100%, mm -hmm. but we can have a 10% or a 20% or a 30% inclusion yeah. of the ladies or the men mm -hmm. in the society. Very true. Yeah. Naam, hapo Sarafina umegonga ndipo. Mm -hmm. Na pia ukiangalia wanawake, sisi wanawake iwe ni msichana ii mm -hmm. ni mdogo, mkubwa mm -hmm. bora tu ni mwanamke akona hiyo jinsia wewe unadhania ni percentage kubwa sana sahizi duniani kwa dunia kisasa hata zama za kale, mm -hmm. za mababu <laughs> si unaona, yani ukilinganisha zamani na sasa. Yes. Ni kubwa sana ya wanawake wananyanyaswa kwa sababu ya jinsia yao. Je, kuna ukweli ndani ya hiyo? trying to equalize mm -hmm. on the opportunities. mm -hmm. We are trying to equalize this. We are trying to close the gap. Okay. Wasichana huku nje wanajituma, wanafanya zile kazi zenye they said that only men can do it. Tunapata kuna wasichana wanafanya kazi za jengo, No. Wengine wanafanya kulima We are growing, the more the gap is going yani inaendelea ku, ku, ku close, ku close, ku close. So tukilinganisha na pale zamani kulikuwa na ile yani, unapata ah, hi ya hii kazi ni ya only men, hii kazi ni ya only ladies but now Things are changing. Okay. Yeah. Na pia Sarafina vile umegusia kuhusiana na mambo ya journalism kwa technical yes, yeah. So unapata mwanamke anapoenda kutafuta kazi katika mm. industry, mm -hmm. TV ama mm -hmm. radio. Yes. Anaambiwa yani yeye amesomea yani amespecialize kwa mambo ya camera work. Yeah. Mm -hmm. So anaulizwa yani ni kama ile wanamb wanamwambia utawezana kubebana na kube camera. Mm, No, that's bad kitu yeah. Kwanza that's bad mm -hmm. So pale ndo yule msichana ndo yani ajiweke juu mm -hmm. na pia awezi kutetea wasichana wengine, wanawake wengine, ndio hapo ndo anaonyesha uwezo wake. Kumbe huyu anawezana mambo na kamera, yani anawezana mambo na technical issues mingi sana. Na pia hii mambo ya kufly drone, unaona watu wengi sana wanajua ni wanaume peke yake wanajua kuwezana nao mambo ya drone. Pia wanawake wanaweza, kweli wanaweza, Habiba. Mm -hmm. Tukiangazia pia, kuna sekta zingine, kuna kazi zingine kama upishi. Mm -hmm. Wakati ambapo unasikia ama pale zamani ulikuwa unasikia that we have a catering, a catering team okay. Na mwenye anaongoza ni mwanaume, ulikuwa unaleta, unakuwa na shaka, mwanaume yeye anajua kupika kweli? Yeye anajua kupika? But now we are getting professionals, hata anapika chakula tamu kuliko yule mwanamke, eh, kuliko no, yule mwanamke. So, Mm -hmm. Hii mambo ya usawa wa kijinsia at least we are trying. We are trying to at least ku cover hiyo cover hiyo kitu hiyo mm-hmm. gap yenye ilikuwa kitambo, sasa tunaileta karibu karibu. Although atuwezi fika 100%, okay. Atuwezi kuwa the same. The energy can never be the same. okay. Yes, the energy. Na pia Sarafina, ukiangalia wakati wa zamani, zama za kale na ukieni ukiangalia tu hiyo hiyo the rate mm. Kwa sababu the percentage mm -hmm. was high. Yes, hiyo time ya hadi kulikuwa na nini, unapata kuna claims mm -hmm. we have uh, we have uh, printouts everywhere mm -hmm. that oh, we, we, we are advocating for gender equality. yeah. Kila mahali mm -hmm. But nowadays things are changing mm -hmm. Yes, nasema pia the youth majenzi wanajituma na pia kuna musician moja Sarafina alisema. mm -hmm. Mtu kuwa jenzii sio lazima yani, ukwe kuanzia miaka sufuri mpaka miaka thelathini na tano. Yani kuwa jenzi ni ile akili yako yani, usikwe na hiyo ubaguzi, okay. Yani uachizo mambo za kizamani uweke kando hiyo mambo na ubaguzi mambo yani tu na hizo vitu mbaya mbaya. mm -hmm. Arajenzi, hmm. and then kitu ingine, Sarafina <laughs> kuna hizi site mingi ukielekea, wameweka kama posta men at work. Yaani, una neno lipi la kuambia watu kama hao? Men at work. Amerika, posta men <laughs> at work okay. Mimi hapo kwanza nikipata na mimi kama mwanamke nitaenda pale niseme, you said men at work. Okay. Yes. Nitaenda pale. Ni, ni, kama neno wa Kiswahili yes. Vijana. Yeah, ni kama vijana basi <laughs> eh, tuko na wasichana ya vulana mm -hmm. Vijana so mwanamke bomba ndio, yes. and then pia Sarafina ukiangalia, kuna watu ni wanawake pia wanasema, what a man can do a woman can do better. uko na neno lipi pia? and then pia wanatumia wanaume eh, hapo kujiinua, yani kujisatisfy so wanasema ni wanawake yani, wanasema yani kama mwanamke anaweza kujifungua mtoto anaweza kuzaa. Je, <laughs> mwanaume anaweza so, a woman can do better than that man <laughs> you know. <laughs> yeah. Okay, a woman when can I said this motion mm -hmm. inakuwa na pingamizi inakuwa mm -hmm. na supporters wengi so a So a woman can do better. Not even better <laughs> maybe, maybe plus, what a man can do mm -hmm. a woman can do it way smarter than okay. them. Yes. Mm -hmm. Way yeah. smarter, way smarter, smarter because um, I don't want to dig deep into <laughs> that. mm -hmm. What I know is that ladies we are given something that is so special. mm -hmm. Every lady, no. ata kama hujasoma acha mm -hmm. nikwambie habiba ata kama hujasoma you have that sensitivity in you. Okay. You naweza can, you can, okay, kuja nikwambie, tuseme uko na mtoto mm -hmm. amekuja akakwambia, nataka kazi fulani nataka okay. kwenda kufanya kazi fulani. There is that thing, sensor in you. Utasense this thing is not good. But it is not in men. Maybe kama mwanaume ako nayo mm -hmm. ni wachache tu, but this thing it's inbuilt in ladies. Hiyo ni kitu yenye tumepewa sisi mm hata -hmm. kama mwanamke hajasoma Yeah. na pia unajua Sarafina, kuna wale ambao wanapenda kuvunja haki za kibinadamu, haki yani, haki tu zote za kibinadamu, lakini hususan kwa wanawake, watu kama hao wanafai kuchukuliwa hatua gani katika jamii? Hawa wako na shida eh, hawa wako na shida kuna shida because the moment that wewe unakosa una kuleta usawa wa kijinsia katika jamii mm -hmm. Na uko na mzazi hapo, uko na mamako, uko na dadako. What are you trying to tell us? Eh? You are mad. Extremely. Pia, pia mimi nasema si kuna hizi mashirika za kutetea haki za wanawake mm so na pia kitu ingine Sarafina ni kuwa mm -hmm. kueleza jamii, tunawaambia jamii tunafaa kufanya kazi pamoja mm -hmm. tunafaa kuacha hiyo mambo ya ubaguzi ati, yes. hii ni ya mwanamke ama hii ni ya mwanaume mm -hmm. Yaani tukwe tu na equality hivyo, yes. Ndo pia watu wanapendana mm -hmm. na that's when watu wataanza kugrow yep. so nini watazamaji wetu? Well to uh, good uh, listeners and viewers, mm -hmm. naweza sema that uh, usawa wa kijinsia ni muhimu sana na tunafaa like kushirikiana mm -hmm. in this life. Mm -hmm. Tuondoe that notion that this man ikazi, ni ya huyu mm -hmm. Hii kitu ni ya huyu and mm -hmm. and let's, let's try and what work together mm -hmm. in this thing, let's kill that notion that Uh, like this job nimesema hivyo this mm -hmm. job ni ya huyu yeah, ni ya mwanaume mm -hmm. Hii ni ya mwanamke na kwa hivyo we embrace usawa na haki za na haki za kijinsia hapa. mm na pia Sarafina, tukaelezea watazamaji wetu ni kwamba mm, mimi nimefurahi mm -hmm, kujadiliana na wewe kuhusiana mm -hmm, na masuala ya usawa wa kijinsia mm -hmm, na pia tunawahimiza wafanye vivyo hivyo, na kama mtu alikuwa na hiyo mambo ya kubagua wabaguzi, yes. na pia hii podcast yetu ya sahabu yani ni pahali unajifunza, ni pahali unajielimisha, ni pahali ambapo unafahamu mo, mo, mo about many things yes. Kuna vitu mingi tumeelezea mm. Na pia hususan leo tumekuelimisha kuhusiana na mambo ya gender equality yep. Na kama unahisi kuna point tumewacha nyuma mm -hmm. Unaweza kuingia katika kurasa zetu pale Facebook. Mimi, nam, Twitter, TikTok. Yeah. Ama kurasa yangu ya kibinafsi hashtag Habiba Hamis, mhm, mm, naam, utanipata pale pia mimi <laughs> Sarafina. Naam, na pia tuwe na usawa, tuwe dio. Na gender equality yeah, equality, kitu kama hiyo equality, aha na pia kama ungependa to discuss, yani any topic of your wish, yani kuwa na ile yani Feel free, feel free. Just yeah. Send your, the topic that mm -hmm. you want us to talk about pale katika YouTube comment section. Comment the topic or what you feel like we can talk about it, mm -hmm. We can talk of it. Yeah. <laughs> na pia kuna wengi sana wametuma maoni yao yes. Lakini ni vile muda hauturuhusu lakini inshallah biidhnillah mm -hmm. Katika kipindi chetu kijacho tutaweza kuwajibu nyote maswali yenu. mm -hmm. mm -hmm. Mpenzi mtazamaji, na natumai umeenjoy katika podcast yetu ya leo. Nafahamika kama Habiba Hamisi, nami niite na Sarafina Msioki. Till next time, maasalam.